Nimepewa taarifa ya wiki nzima ya watu waliopimwa magonjwa hayo yasiyoambukizwa walikuwa elfu tano mia sita sabini. Niwapongeze sana idara ya afya kwa kuratibu zoezi hili na niwapongeze pia wananchi wote elfu tano mia sita sabini waliojitokeza na ambao pia hawajajitokeza lakini wamepata taarifa sahihi ambazo wanakwenda kuzifanyia kazi na siku ya leo kwa wananchi waliopimwa katika bonanza letu wako 287 jambo ambalo linaendelea kunipa courage kwamba kazi kubwa imefanyika na kupitia bonanza hili wananchi wengi wamepata taarifa sahihi na wamepima pia afya zao na katika wiki nzima kati ya wananchi 5970 uzito uliozidi wananchi 580 ni wengi sana na uzito pungufu ambao wanatakiwa sasa wale Wabidi, msina, sita. Hakini, na kwa bidii wako 56 lakini waliokuwa na presha kwa maana ya presha kupanda wako 116, wenye waliogundulika na kisukari wako 8. Matamasha haya na maadhimisho haya yanatusaidia pia kama ambao hawa wa kisukari waliogundulika walikuwa hawajui kama wanakisukari, lakini kutokana na maadhimisho haya wamejua na watachukua hatua wa za haraka. Na vilevile vile, wenye pressure na wenyewe wako 116, na wenyewe watachukua hatua. Ni pende kutoa rai kwa wananchi kujitokeza kwenda hospitali ya Tumaini, tuna kituo cha afya Katesh, lakini tuna maeneo mengi ambayo tunatoa huduma za afya niwahamasishe wahamasishe mweze kwenda kupima kujua afya zenu, ili uweze kuchukua hatua za haraka. Vifaa vipo, mtapimwa vizuri na mtapata ushauri, na ushauri huo mimi ni wasihi mwende mkaufanyie kazi, ili tuendelee kuishi na kulitumikia taifa letu. Magonjwa haya yanasababisha kitu kinaitwa premature death, watu wanafariki kabla ya umri wao. Kwa hiyo sisi wilaya Hanang' umeona ni muhimu sana tukaadhimisha siku hii kwa kufanya bonanza kubwa iliyoshirikisha michezo mbalimbali ambayo inahamasisha na kutoa elimu kwa wananchi ili waweze kufanya mazoezi na kuzingatia kanuni mbalimbali za afya ili tuweze kuyaepuka, na kama tunayo basi aweze kuondoka. Tunapenda kuwaambia wananchi kuwa kuna ongezeko kubwa la idadi la wagonjwa wenye magonjwa yasiyoambukiza. Hata wenye umri mdogo wengi wamegundulika na magonjwa yasiyoambukiza, hali ambayo hapo awali haikwepo. Hali ilivyo katika wilaya yetu, ndugu mgeni rasmi, mahudhurio ya wagonjwa wa OPD kati ya magonjwa yote, magonjwa yasiyoambukiza yamekuwa ni mengi zaidi kwa mwaka 2024 kuja 25, hali imeongezeka kama hivi, 2024 walikuwa wagonjwa 5336, lakini 2025, yaani mpaka tarehe ya juzi tayari walikuwa wagonjwa 6218 kwa hiyo ukiangalia ongezeko, tuna ongezeko la wagonjwa 882 sawa na asilimia 17. Ndugu mgeni rasmi, hii ina maana baada ya miaka mitano ongezeko linaweza kufikia asilimia 85 kama hatua na jitihada kubwa za kuelimisha jamii kupambana na magonjwa yasiyoambukiza hazitachukuliwa mapema.